za 4a9 huko mbele, anaweza akajitokeza mwingine akaendeleza harakati hizo au akanisaidia kuendeleza harakati hizo, kama nafasi hiyo inaweza ikapatikana. Lakini kwa sasa T.R. Msigwa atazungumzia 4a9, hatazungumzia kitu kingine, kwa sababu sio kitu chake na sio kila neno la kwako. Kwa hiyo, si ningependa kuwa kila neno liwe la kwangu. Nimeanza na utangulizi huu kwa jambo moja tu. Nimekuwa nikipigiwa simu na watu wengi sana wakinitaka ushauri, je, waendelee kula ARV au waache kula ARV kutokana na imani yao kwangu, kutokana na mtazamo wao kwangu, kutokana na ninavyozungumzia 4A9 kwa ufanisi inawapelekea waamini ushauri wangu utakuwa na msaada mkubwa kwao. Nami nimekuwa nikikana hilo kwa sababu mi sio mzungumzaji wa dawa hiyo wala sifungamani na utaratibu huo, lakini kubwa zaidi mi siamini eh, ARV. Ni ngumu zaidi kuzungumzia kitu ambacho hukiamini na si cha kwako. Ushauri wangu kwa watu wote wanaoitumia ARV inawezekana. Wiki hii nikawa na mkutano au na waandishi wa habari nikitoa ufafanuzi kuhusu ARV kutokana na majibu nitakayoulizwa. Kama nitaridhia kukutana na hao katika jambo hilo naweza nikafafanua, lakini itoshe kwamba inapendeza zaidi muhusika akajua anachofanya na akafanya anachojua. Inawezekana ukawa hujui unachofanya au hujui unachofanyiwa, lakini bado una nafasi. Waulize wenye kutambua ikiwa utambuzi wako ni mfinyu, lakini sio T.R. Msigwa. Unaweza ukawauliza walioelewa ikiwa wewe uelewa wako ni mdogo, lakini sio sio TR Msigwa. Kwenye ARV watu wako wengi sana, lakini unaweza ukamtumia mtoto wako au rafiki yako au mtu wako wa karibu ambaye anaweza akawa ni msiri wako, akakufafanulia au akatafsiri yale ambayo yanastahiki iwayafahamu. Sasa wewe utakuwa na maamuzi, je, utumie au usitumie? lakini ukitaka ushauri kutoka kwangu e, sifikiri kama ni jambo jema au ni jambo zuri zaidi. Sifikiri hivyo. Nimeona ni vyema, ni, nilikatae hilo na nilizungumze hilo kwa kwa kina, ili watu waweze kufahamu ni kitu gani T.R. Msigwa anaendelea kukizungumza au kukifafanua ni vizuri sana tukafanya tunachojua na tukajua tunachofanya ni nini. Hii ni nukta ya kwanza ya mazungumzo yangu ya leo, lakini tuna kila sababu ya kutafakari upya, tuna kila sababu ya kujiuliza upya kwa nia njema kabisa. Kabla sijasema nukta yangu ya mwisho ya mazungumzo yangu mafupi sana katika siku ya leo Nilikuwa nafuatilia kauli za bwana mkubwa wa dunia anaojitambulisha hivyo, kwa yeye ndo kila kitu, na kwenye kauli zake alizosema anasema, eh, Marekani inaweza ikapita kwenye kipindi kigumu kidogo cha uchumi, lakini atavuka katika kipindi hicho na atakuwa imara zaidi na raia wake watakuwa imara zaidi kuliko raia wa nchi wengine yote. Si dhambi na si ubaya, ni mtazamo wake yeye na taifa lake. Swali la kujiuliza ni maswali mawili tu katika mazungumzo yangu ya leo. Swali la kwanza, nikijiuliza swali hili ambao nawe unaweza ukajiuliza, sina maana hiyo, sina maana mbaya kabisa, naomba nieleweke vyema. Inakuwaje tufanye starehe sisi starehe fupi ya muda mfupi, tutegemee msaada kutoka kwa mtu mwingine? Tujiulize, nikifahamu kabisa kuna mtu kaambukizwa kwa makusudi, kuna mtu kaambukizwa kwenye ajali, kuna mtu kachoma kitu bahati mbaya kikamletea madhara na kadhalika, nikiyajua yote haya kwa kina, lakini swali najiuliza, kama si kwa hilo ni kwa kushindwa kudhibiti hisia zetu vipi tumlaumu au tuwe na wasiwasi au tutegemee msaada kutoka kwa mtu ambaye jitihada zake kodi yake isimnufaishi yeye ije initufaishe yani itusaidie sisi ambao tunatafuta changamoto wenyewe tupate msaada kutoka sehemu nyingine Ni swali najiuliza, nawe unaweza ukajiuliza kwa njia nyingine, lakini nimesema, naomba nisieleweki vibaya. Kuna mtu e, kapata kwa sababu ya kwenda kutoa ujauzito, kuna mtu kapata kwa sababu ya vialema vyuma. Kuna mambo mengi watu wanapitia, kuna bahati mbaya, ameshindwa kujielewa, amekutana na changamoto hiyo, lakini yule ambaye siwa changamoto hizo, amedhamiria. Je, ni haki kutegemea kodi ya Marekani kumsaidia aendelee na maisha yake katika jambo hilo? Ni swali la kujiuliza, unaweza ukaliacha kama sio muhimu kujiuliza. Imetokea vita ya China na Marekani ya kiuchumi, Marekani akaanguka, tutaenda kuomba China au tutaenda kuomba wapi? Leo mataifa mengi yanatikisika kutokana na mgogoro huo. Ikitokea hilo, tutajitambua, kwa maana ya tutajitafakari na kutafuta ufumbuzi sisi wenyewe, au tutatafuta njia gani mbadala, au nani anayostahiki atusaidie juu ya hilo? Ni maswali tu nimeamua kujiuliza katika siku ya leo, itakapotokea tumemtafuta Mfaransa au tumemtafuta Mmarekani au tumemtafuta raia kutoka Canada na nchi yoyote ile duniani, tukamwomba tuna matatizo ya ARV nchini kwa mfano, njoo utengeneze kiwanda ili uzalishe ARV uwasaidie wa Tanzania. Maana yake kama ana mtaji wa shilingi elfu hamsini au elfu sitini na nchi husika ikajitolea elfu arobaini maana yake itakuwa ni shilingi mia. Huyu wa elfu sitini atahitaji faida, maana yake tunajenga uchumi wa taifa lake. Sisi tunaendelea kujikamua na kuzalisha uchumi wa taifa lingine. Je, inawezekana tukajenga msingi imara kwa raia imara wanaojitokeza kuwasaidia ndugu zao ili waweze kudhibiti pesa ile, badala ya kwenda nje, kwa sababu aliokuja kuleta mfumo huo ni mtu kutoka nje, maana yake pesa zake zitakwenda nje. Tunawezaje kudhibiti pesa zetu za mlima mpunga Morogoro, za mlima korosho Mtwara, za mlima kadhaa kadhaa na sehemu nyingine Tanzania? Ni maswali nilikuwa najiuliza leo. Una hiari na wewe kujiuliza au kutojiuliza, lakini lazima tuone ulimwengu wa sasa, si ule ulimwengu, unakwenda vingine sana. Niseme machache sana katika siku ya leo, au nimesema machache katika siku ya leo, ni tafakari yangu. Lakini kwanza, nilikuwa nawaambia watu wanaekula ARV wasitegemei kutolewa ufumbuzi wa maswali yao kutoka kwangu, wategemee kuondokana na changamoto zinawakabili za kiafya kutoka kwangu, lakini kuizungumzia na kuifafanua, sifikiri kama nitakuwa nafanya sawa. Lakini bado 4A9 ina uwanja mpana sana, inahitaji umakini sana inahitaji ufanisi sana, inahitaji upanuzi mpana sana koo. Nina na kila sababu ya msingi ya kuendelea kufikiri vyema, ili tuweze kufikia katika lengo ambalo tunakusudia. Lengo letu bado hata kama tunakaribia, tulipotoka ni mbali sana, na sasa tunapokwenda ni karibu, lakini sehemu karibu inahitaji umakini wa hali ya juu. Inawezekana nikakubali mwaliko wa kufafanua tunafanyaje ili kuondokana na hatua moja kwenda hatua nyingine. Tunafanyaje kubaki salama zaidi? Nikikubali mwaliko huo wiki hii itakusaidia zaidi kwa sababu tutakuwa na baadhi ya wataalamu wanaotambulika kuwa wataalamu kwa lugha ya Kimagharibi. Tutakuwa tunajaribu kuonyesha kila mtu uelewa wake na namna gani tunafikia kwenye lengo salama, kwa kumfanya Mtanzania kuwa salama zaidi. Lakini kwa sasa dawa ziko nyingi sana, tena nyingi kweli wakufunzi wa dawa ni wengi kweli, lakini ukitizama akaunti zao, muda walioanza kazi hiyo, bado ni ngumu zaidi kumlinganisha na Tiara Msigwa. Tiara Msigwa sasa ni mwaka wa thalathini, huu mwaka ni mwaka wa thalathini, kwa bado kuna tofauti sana. Mwalimu Nyerere aliwahi kutoa kisa, na ndo namaliza mazungumzo yangu ya leo. Mtu mmoja alikuwa na kipande cha almasi nzuri sana. Akatokea mjanja, mjanja ana kachonga chupa ile chupa, akamlaghai akamwambia, chukua hii ndio almasi nzuri, nipe almasi yako. Na yule eh, akafanya hivyo, akachukua chupa na akakimbia na shangilia kama zuzu. Mwisho wa kunukuu. Njia pekee au dawa pekee salama ambayo unatakiwa ukae nayo na ung'ang'anie nayo ni 4A9, lakini ukiamua kuchukua kitu kama chupa na ukashangilia kama zuzu, hatuna jinsi ya kufanya. Lakini ni vyema tumekwambia kuwa njia bora na njia sahihi ni 4 A9. Tuzungumze na T.R. Msigwa ndio lugha tunasafiri nayo kwa kipindi hichi, 0752819047. 0752819047. Hii ndio namba unawasiliana moja kwa moja na T.R. Msigwa, inawezekana ikawa inatumika sana, lakini si vibaya kutumia 071364 6691. Inawezekana tukatoka tulipo tukapiga hatua zaidi huko tunapoelekea kuishi bila mistari miwili. Tumeweza kwa kishindo cha hali ya juu. Nimalize kwa kumshukuru Mungu na kuwasihi wale ambao wanaohamaki, msifanye hivyo. Sifa ya Mungu ni kumpa kila mtu upeo wake uwezo wake wa kufikiria mambo na kufanya mambo. Sasa usishangai ukaona mtu anafanya hivi au anasema hivi, ndio uwezo wake wa kufikiria umefika hapo au uwezo wake wa kusema umefika hapo. Ni vyema zaidi ukalijua hilo na ukiliheshimu hilo hutopata tabu kwa yoyote anayekunyooshea kidole au anayezungumza. Lakini jambo muhimu ni wewe unaofanya, unafanya jambo la haki na katika misingi bora, hilo ni jambo muhimu sana. Nimalize kwa kumshukuru Mungu na kwa kuniwezesha kuyasema haya katika kipindi hichi kifupi sana. Kubwa zaidi tuzungumze na T.R. Msigwa, na njia pekee ya kuzungumza na T.R. Msigwa ni sifuri saba tano mbili 819047 au sifuri saba moja tatu sita nne sita sita tisa moja. Mungu, ibariki Afrika. TR ra Msigwa.